Maisha imekuwa ngumu hii Nairobi usipokua wajanja nini? Hao. Masai tafanya, umezoea kutuuzia sukari nguru wakisema hapa ni asali. Sasa mimi nao atajua, pia si tu kuja Nairobi bure, tunasota aje na Masai wa wakuuku, hizi omena hizi ni yao nauzia. Ao Masai Wamasai wanafurahianga tu kula samaki. Wajuangi samaki zinatoka wapi? Leo lazima niwachanue. Hii ndo mbegu ya samaki sasa. Wakifikiria ati oh, oh, nini wanasikia samaki inatoka kwa muto. Mimi nawachanganya. Mbegu ya samaki niko nayo. Nikonayo sasa saisa, saisa kumi na mbili masema wanapendaka kupita ile kona ya nani pale. Bas. Hizi ya akiba hii niende pale niuzie hi. Ni kamoja hivi 800 8 natoka mbio. Tambagundu mtu atamchanua mimi nikuwa nimeshauza. Nimeenda Mungu bariki ukijana sasa, leo anaomoka bibi hivi mdogo mdogo tu sana. Yes, sasa hiyo ndio maska ndio basement nilikuwa natarajia kabisa, masaa na masaa wanakujanga huko mbiombio sana. Yes. Maisha na Nairobi anakuwa ngumu sana. Sasa hata najaribu kuuza viatu hapana, aenda. Najaribu kuuza msipi pana <coughs> nunua. Maisa anakua ngumu sana lakini, iko Yesu, iko Yesu. Hata acanatafuta tafuta, iko yesu tu, anakuja. Wacha tuhatndmasam

anaanzisha biashara gani hii? Mimi nauza mbegu ya samaki. Ukinunua nini, hero? Nini, anauza mbegu ya samaki hero? Acha anakuambia kitu moja, yeah. Anakumbuka hiyo siku nyingine, anakuwa siku gani hiyo, ya jana, juzi, si jana ana yeah, anakuwa Saturday. Anakaa chini, anafikiria, anafanya uh, biashara gani, anauza anauza. Unasema nini? Nauza mbegu ya samaki, ukiweka kwa maji, baada ya siku tatu inakuwa kubwa kama hii, hii, hii moja iko na samaki kama hero.

Ero Chika anachukua pesa, lakini pana siku ingine, pana rudia kitu kama hiyo. Nasabia we pesa tipa yote hiyo na anapatia we, anakua pesa ngapi? Anakua mia nane. Apana ongeza bei, pana ongeza bei, Chika anakuwa pesa ngapi eh? E, anakuwa ngapio

Hata biashara yangu atakuwa sasa, mimi nifunge virago vyangu, niko na unga ya wiki mbili. Asante eh, sana. Hata kama sasa, waende watesekee huko mbele, wanatugonga hapa na sukari nguru, akisema atuzia asali, watajua juzi nimefanya revenge. asante sana.